Habari za asubuhi. Leo kwenye pitapita pita yangu nimefanya research, nimegundua kuna mikoa kama kumi ambayo mwanaume au kijana hairuhusi uoe kabisa. Tena wala usijaribu hata kudeti na binti wa ile kabila. Kuna mikoa kumi ambayo nimeitasimini, nimeiangalia. Mkoa wa kwanza ni mkoa wa Kigoma, kwa Waha. Huu mkoa hairuhusiwi, yani hiyo ni kama vile sumu haionjwi, weka mbali na watoto. Mkoa wa Kigoma hairuhusiwi kabisa kuoa msichana wa kabila la Kiha. Kwanza wanazarau, wana kiburi, akikuomba kitu bila kumpa utazipanga ngumi. Huo ni mkoa wa kwanza. Mkoa wa pili kwenye hiyo mikoa kumi kuna wakuria hao. Sasa ndio baraha kijichanganya, na vibao unakula. Yaani, wakuria sio kabila la kuoa. Kwanza ni watu ambao hawajipendi, wachafu wachafu, eh? Yani unakuta mwanamke yupo yupo tu, yani yupo yupo. Kabila la tatu kuna Wasukuma. Mabinti wa Kisukuma sio mabinti wa kuoa kwanza, huwa anajiuliza. Kabila la Kisukuma kipindi cha nyuma ndio kabila ambalo lilikuwa linasifika kwa ukarimu, kuwa na mabinti wazuri, wavumilivu, lakini sasa hivi haipo. Asilimia kubwa mabinti wa Kisukuma walio wengi wamezalia majumbani. Kabila la nne watu wa Bukoba Wahaya waravitoke eh? Wenye maji yao, hilo kabila usije ukajaribu Wahaya. Sio kabila kabisa, Wahaya usije ukajaribu kuoa. Kabila la tano ni Wazaramo eh Usikajichanganya kuoa msichana wa Kizaramo. Kwanza ukikosea tu kidogo, kukusuta kuletea watu waje pale kwako wafanyie fujo, kitu cha kawaida sana. na nambari sita ni Wamasai. kabila la Kimasai sio kabila la kuoa wa. Kwanza wale wanaowana kabila kwa kabila kabila la Kimasai sio kabila la kuoa. Kwanza ni wakorofi sana, haujui mapenzi wapo wapo. Hilo ndio kabila la sita wa Kimasai. kabila la saba kuna wabembe. Wabembe kiukweli siwezi nikakushauri kawe kwenye kabila la wabembe, yani wala sikushauri kabisa, yani kabisa, yani wala siwezi kabisa nikukushauri yani Kabila la nane kuna Wajita. Wajita siwezi pia nikakuruhusu uoe binti wa Kijita. tisa kuna Wakerewe hayo. Ah, kabila ni magumu sana, ni magumu sana kabila hilo ni kabila gumu sana kwa we kijana kufanya maamuzi hayo. Na la mwisho kabila la kumi <laughs> unalijua, Wachaga. Binti wa kichaga kwanza anapenda pesa sana, anapenda ishi sehemu nzuri sana hivyo, hauwezi ukadumu naye katika mahusiano, kwanza utaumia sana. Kwa hiyo Unapoingia kwenye mahusiano jaribu kuangalia kabila ambalo haliwezi likakusumbua kwenye mahusiano yako. Usiende kwa ajili ya mihemko, kwamba fulani nimempenda, fulani nimempenda, hapana. Ndio maana wazee wa zamani walikuwa wanasimamia kwanza vijana wao, wewe mwanangu, na kumekua unataka kuoa, unataka kuoa kwenye kabila gani? Kwenye mji gani? ukoo gani wanakuambia. Lakini sasa hivi watu tunajiamlia tu sisi kama sisi, unakutana binti barabarani, humjui, kujui ukoo wao, unaamua kwamba unataka sasa ujenge naye mahusiano. eza ile kabila ina magonjwa ya kulisi, eza ile kabila hawazai, eza ile kabila wakizaa watoto wanakufa eh? Baadaye wewe mwenyewe unaanza kujuta, unaanza kusema mimi, jamani, nimepata mkosi, si Mungu anioni? Hapana, kipindi unaoa, Mungu limshirikisha eh? Kipindi huyo binti unamchumbia huyo, Mungu limwambia kwamba mimi nimepata huyu binti? Unaanza kuwalaumu wazazi, unawalaumu wazazi kwa lipi? Kipindi unamchumbia huyo binti au unakutana naye gesti au barabarani, wazazi wako liwaambia kwamba mimi nimepata binti nataka nimwoe. Ulimchunguza kwanza yule binti, au kwa sababu ya mihemko tu ya mwili, au kwa sababu unataka kuoa? Tamaa za mwili zinakupeleka zina, yani una unakoswa, yani ile confidence ya kusema kwamba basi angalau uvute subira kwanza kidogo, umchunguze kwanza. Mahusiano sasa hivi, walio wengi wanaoana tayari wamesharahalana. Sasa hapo kuna mapenzi hapo? Binti nakutana naye guest huyo huyo ndo nataka awe mke wako, mwanaume nakutana naye guest huyo huyo ndo nataka awe mume wako. Kesho unamuoa, mazingira ambayo tayari umeshamtengenezea ni mazingira magumu, anaanza kutoka na rudi, tena kule guest unaanza kulalamika. Eh, jamani, mambo mengine tuwe kwanza tunaangalia kabla ya kufanya maamuzi Ukishafanya tu maamuzi tu ya ndoa kile ni kitanzi, hauwezi kukitengua. Ndio maana anasema kwamba maji ukishavulia nguo shetu ya oge, japokuwa hapo wahenga walitupiga, kuna mdu unaweza ukaenda bafuni umevua ukasikia baridi, ukanawa tu miguu kavaa zako, lakini ndoa hauwezi kaivua. Kwa hiyo tuwe makini sana, hasa pale tunapo hitaji kuingia katika mahusiano, sababu kuna makabila ambayo ki, ukioa kwenye hilo kabila, uwe na moyo mgumu. Mambo yatakayokwenda kutokea baadaye ni magumu sana kupitia zile kabila. Ndio maana mfano kipindi cha nyuma ilikuwa ni ngumu sana Muha kumuoa Msukuma au Msukuma kumuoa Muha au Mjita kumuoa Mkerewe eh? Lakini sasa hivi ni utandawazi, watu tunaoa, unaenda kutafuta maisha ya mkoa fulani, unakutana na binti, kwao hupajui, unamzoa. Mwisho wa siku, watu tunaishia matatani kwenye matatizo, tunalia vilio vya ndoa. Ukiangalia ni sahihi? Binti umekutana naye sawa, humjui hakujui, eh? saa nyingine hata kwenda kupima hamna unakutana naye tu binti, unaanza kumlagairagai na binti naye alivyomjinga naingia kingi, mnaanzisha mahusiano, mwisho siku binti anatelekezwa, au mwisho siku binti anabeba kila kitu cha mwanaume anaondoka, mwanaume yule anabaki analalamika, eh? ni kwa sababu gani? ni kwa sababu ya mazingira ambayo tumeyatengeneza sisi wenyewe. Fatilia kwanza binti kwao, ukoo wa wazazi wake wako wapi nawe tena binti mfuatie tena huyo mwanaume, wazazi wake, ukoo wake, ni nini kinachoendelea? kuna muda watu tunaingia kwenye ukoo ambao ni wachawi. Wachawi mwisho wa siku, hata kuzaa binti inakuwa ni kazi, unafungwa eh. inakulazimu mpaka utafute tena madawa ama utoe kafara, ili kusudi uweze tena kuzaa. Sasa hii inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo tuwe makini sana ndugu zangu. Napoingia kwenye, kwenye mahusiano binti wa kuoa, hauwezi ukamu, ukamuona tu kwa mwonekano wake. Unaweza ukakutana na mwanamke au mwanaume muda huo akaficha makucha yake, ikaonekana kama vile ni mwema, lakini kumbe wala sio mwema. Mwisho wa siku unabaki kujuta ile ndoa, unalia machozi ya damu na muda huo tayari ushapigwa mimba zaidi ya tatu watoto zaidi ya watatu wawili, sasa utampelekea nani tena huo mzigo hmm? Kwa hiyo tuwe makini sana, hasa pale tunapoingia katika mahusiano mahusiano ya ndoa. Pale unapohitaji mchumba au mke au mume, angalia kabila la la kuoa au kabila la kuolewa nalo. Ah, sijamaanisha kwamba kwenye jizu. Hayo makabila ambayo nimezungumza kwamba usio kabisa, hapana, wamo baadhi ambao unaweza kweli kwa mwaka tuulia, lakini ni wachache sana. Walio wengi sasa hivi wanajua miji. Mtoto mdogo anakuwa anamaliza shule, anaweza aende Dar es Salaam, aende Mwanza, aende Dodoma, aende Iringa, aende wapi. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kula anapoenda nakutana tena na vishawishi marafiki zake ni waina gani wanaanza kumfundisha mambo ya ujinga, mwisho wa siku unakuta ameshapoteza ule uhalisia na ule mvuto. Kwa ndugu zangu, tuwe makini. Asanteni sana, Mungu awabariki.